Uh, kwa kuchangia mada hii kwa mtazamo wangu, kwa sababu sasa hivi elimu ya afya imekuwa pana. Kwa ndio maana Wizara ya Afya inatembea kila kata kwa kata kutoa elimu, kuondokana na zile fikira za kimila na desturi. Kwa hiyo mimi mtazamo wangu nitamhudumia mtoto wa kike kwa sababu ni mtoto wangu na nimemzaa, kwa maana kwamba um, kuna hali fulani ya kisaikolojia kwamba mtoto wa kike ni rafiki wa baba. Kadhalika mtoto wa waki, kiume ni rafiki wa mama. Kwa kuna baadhi ya siri ambazo mtoto wa kike uh, itategemea mazingira kama mama yake iko karibu anaweza akapitia kwa mgongo wa mama yake kama wachangiaji wengine wengi walivyosema, lakini kama mzazi wa kike hayupo, mtoto huyu kama mzazi wa kike amesema aende kwa jirani au mama mlezi asimwambie. Umesikia? mada ya mama kijacho pale. Yes eh, wewe unasemaje? Mtizamo wangu aje moja kwa moja kwangu, aje moja kwa moja kwangu nitamsaidia so. Watu wameguna. umesikia, mm, mm, mm, um, umesikia. hiyo eh, mitazamo kwamba mtoto wa kike hawezi akamwambia mzazi wake wa kiume matatizo yake. Wewe unasema inawezekana, kumwambia inawezekana. Kwa nini inawezekana? Inawezekana kwa sababu ni mtoto wangu. Fanya kweli usibaki nyuma. Mtu ni afya, mtu ni afya.